Tukiendelea ni kwamba serikali imehimizwa kuweka hatua kali za kisheria ili kuondoa makundi laghai katika sekta ya kibinafsi ya ulinzi. Haya yanafuatia malalamishi kwamba kuongezeka kwa kampuni ambazo hazijasajiliwa kunasababisha msongamano katika biashara, huku walinzi wa usalama wakiripotiwa kutolipwa kiwango cha mshahara kinachohitajika kisheria. Kampuni hizo sasa zinaomba serikali kuhakikisha kuna uwiano na usawa katika sekta hiyo. Pia wamesema kuwa hatua ambazo hazikubainishwa zinaweza kuchukuliwa mwaka wa 2026 iwapo malalamishi yao yatashughulikiwa. Hayo ya kijiri. Serikali ya kaunti ya Baringo ikishirikiana na serikali ya kitaifa imezindua kampeni ya kuchanja mifugo kwa wingi ili kudhibiti magonjwa ya miguu na midomo na ule wa PPR. Tuko mbali kiasi kufikia lengo letu, lakini tunaendelea kufundisha wakulima walete ng'ombe kwa wingi, kwa wingi ili kufikia Januari tumefikia lengo letu la, la kuchanja hawa wanyama wote. Wanasiasa wameonywa kuepuka matamshi ya chuki za kikabila yanayoweza kusababisha migogoro katika mpaka wa Meru na Laikipia Kaskazini. Nashukuru hiyo sehemu. Kwa nini? Kwa makendo iosina, ndio kuna kila kitu na sisi hapana mishani, na tunataka kuishi mzuri bila kupakulia nini. Hiyo tu makosa kidogo, ndio naingia na tunakaa vizuri na katika kaunti ya Samburu zaidi ya wakazi elfu mbili katika eneo la Kilepoi, eneo bunge la Samburu Kaskazini, watanufaika na mradi mpya wa maji unaonuia kukomesha uhaba wa maji uliodumu kwa miaka mingi katika eneo hilo. Kitambo tulikuwa na shida ya maji sana, tulikuwa tunachota mbali na tena tulikuwa tunakuja kukaa hapa kusungusha kisima yetu na mkono. Kwa saa hii mi naona tu imefungua kidogo japokuwa maji yetu ni kidogo, haitutoshi kabisa. Mifugo yetu wasipati maji hata, pia sisi wengine, baadhi yetu wanawezapata na wengine wanawezakosa. Na hatimaye gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti ameandaa sherehe kwa watoto yatima na wale wafanyikazi wa kaunti hiyo kusheherekea siku kuu ya Krismasi. Zaidi ya burudani na zawadi, sherehe hiyo iliakisi dhamira endelevu ya serikali ya kaunti katika kuwalea, kuwakuza na kuinua ustawi wa watoto a